Naam, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Ababu Bidabida Online TV. Usisahau ku-like, ku-comment, kushare na kusubscribe channel hi ili mradi wa kwanza kupata masomo yangu kila leo ninavyotoa. Leo bwana, tupo katika namna gani ya kumuita jinni Nutti. Jinni Nutti ni miongoni mwa majini wakubwa, ana uwezo wa kufanya chochote kile ambacho wewe unachokihitaji kwa wakati huo, kumvuta mume mke mpenzi, hata kama kurejeshwa kazini na kadhalika. Jini huyu anafaa sana kutumiwa na watabibu, watu wenye majambo makubwa makubwa, viongozi. Jini huyu bwana, ana uwezo wa kukuvutia fedha, kuvuta mali, madini, kukupa uongozi, kukupa cheo mamlaka pamoja na madaraka, kutoka sehemu fulani kwenda sehemu fulani na utawala. Jini huyu mwenye uwezo wa kuzuia wezi, ujambazi, maafa ya namna yoyote ile. Jini huyu ukimuhitaji, buhuli yake ubani maka urijino, ubani zuhura urijino. Lakini pia vilevile vile unatakiwa uichanganye na jawi urijino lakini pia unatakiwa uchanganye na muru original ya India au ile ya Kiarabu. Unasaga ile au unakatakata vipande, ndo bukhori yake. Kuna njia mbili za kuita, kuna temporal ambayo hii wengi wanaitumia, kuna permanent ya kukaa riadha ya kuchola jedwali chini chini, kukaa riadha. Nielekeze njia ya kwanza ya templar, alafu nije na njia ya pili ya permanent. Njia ya kwanza templar, ikitokea umepatwa na jambo lolote lile ambalo jambo hilo linahitaji msaada wa haraka zaidi, basi chukua mchanganyiko wako wa bukhuri, kaa kikao kimoja, anza kutamka neno nuti, litamke bila idadi kwa wingi, na wewe unakadiria kwamba mpaka sasa nimesoma idadi nyingi zaidi. Unaanza kwa kumuomba Mwenyezi Mungu, ewe Mola wangu au Mola wetu, mimi nakuomba uniitie kiumbe huyu anisikilize, kiumbe huyu ambaye nuti, na shida yangu mimi nahitaji nimtumikishe kwenye hili swala. Swala gani unalitaja? mimi nahitaji anivutie fulani, binti fulani anipende kwa mahaba, mimi nahitaji anirudishie fulani, mimi nahitaji nirudishwe kazini, mimi nahitaji bosi wangu anipende sana na kunijali, mimi nahitaji Uh, nipande cheo mi nahitaji nifanye jambo kadha wa kadha wa kadha wa kadha lolote. Mi nimeibiwa, lakini nahitaji mtu aliyeniibia anirudishie. Kwa hiyo vile ambavyo wewe unavyotaka itafanya kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu kwa haraka zaidi. Sasa njia nyingine ambayo ya permanent ya kukaa riadha, ambayo riadha hii unapaswa kuchukua jina la mama yako mzazi utachukua na jina la kwako wewe utabadilisha katika mfumo wa abjadi mpangilio, utakusanya idadi. Na baada ya hapo, hiyo idadi ukiipata, utaigawa kwa thelathini. Ukishagawa kwa thelathini, hiyo idadi ambayo wewe utakayoipata, jibu lake ndio siku ya kukaa wewe liadha yako. Baada ya kukaa ya kupata hiyo idadi, basi hapo ndio utaanza kufanya maandalizi ya kukaa riadha yako. Utajitenga na watu wasiofaa kwa muda huo. Kama ukipata kumi, ukipata saba, ukipata ngapi, haijalishi basi, utajitenga na watu wasiofaa, utajitenga na matusi, utajitenga na vitu ambavyo vya anasa, utajitenga na vitu vyote ambavyo wewe unahisi hivi vinamkarashisha Mwenyezi Mungu. Baada ya hapo utakaa zako kitako, na ukikaa zako kitako utaanza kwa kutaja jina lake kwa haraka, utataja jina lake bila idadi kila siku wewe taja jina lake ukiwa umekaa zako kikao na kuchola zako saiko. Chola saiko mbili, hakikisha iko chumba unachotaka kukifanyia kiwe kina uwezo wa kuchola saiko mbili. Kama unavyoiona saiko ni ina duala alafu katikati ina nyota ambayo saiko hiyo utakuwa umejizungushia, e, mishumaa meupe yenye kuwaka lakini pia ukiwa umevaa mavazi mepesi na meupe. kwa hiyo utakuwa unaomba na unataja vile ambavyo wewe unavyotaka kwa muda huo. Utafanya kwa usiku, mchana, asubuhi utaendelea na harakati zako, lakini usiku utaendelea na hii. Na utakuwa unataja jina hili Nutti bila idadi. Eh, utalitaja vizuri, lakini kila ukifika mara kadhaa ambayo wewe unahisi kwamba hapa inatosha, basi utaanza kwa kumuomba. Ewe Mola wetu, mimi nakuomba unidhihirishie kiumbe huyu, univutie jini huyu ambaye anaitwa Nuti ili awe mtumishi wangu katika kunifanyia shughuli zangu. Unataja nia yako pale, unataka wa nini? Nataka chochote nitakachotaka kumtuma basi aweze kuniletea kwa haraka iwezekanavyo. Chochote ninachokitaka basi kiweze kutimia haraka kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Inahitajika upate utulivu sana, ambao utulivu huo mara nyingi hauhitaji kelele za miziki hauhitaji kelele za simu, jiepushe na kuongea ongea na simu wa nyakati za usiku. Hauhitaji misukosuko mfano ya kufanya tendo la ndoa, mapenzi, chochote kile, inahitaji utulivu sana nyakati za usiku. Ikifika ile siku ya mwisho utafanya hivi kwa muda wa masaa matatu manne, utanyanyuka, utaendelea zako kulala sehemu safi na nguo safi kila siku ndo utakuwa utaratibu wako. Kila ukirudi sehemu safi kabisa. Ikifika nyakati ya mwisho ambayo idadi yako inasema, kama ni siku tatu, basi ile siku ya tatu utakaa kitako. Lakini ukishakaa kitako, huku ukiwa unawasha udi wako au bani zako zile mchanganyiko, usizisahau kwa kila siku, na siku ya mwisho unatakiwa uwe na idadi nyingi. Utamuomba Mwenyezi Mungu akudhihirishie huyu Nutti. Mwenyezi Mungu naomba unidhihirishie Nutti huku nachoma ubani wako. Hakikisha umo ndani kusiwe na taa ya mwanga wowote isipokuwa mwanga huo wa asili ya mishumaa. Kila ukiisha washa mingine. Inapendeza uwe na chemuli ambayo yenye uwezo wa kukaa kwa muda mrefu zaidi. Mishumaa huisha. Kwa hiyo ukisha kaa hapo utamwomba Mwenyezi Mungu akudhihirishie jini wako. Lakini pia utaomba pindi atakapokuwa anataka kuwasili au akiwasili akae katika chumba nilichokuandalia, yaani katika saiko niliyomwandalia. Mwenyezi Mungu nakuomba unidhihirishie jinni huyu Nutti, lakini nahitaji a aweze kukaa katika chumba nilichomwandalia au katika eneo nililomwandalia. Basi atawasili kiumbe huyo na atakaa hapo na mwenye lugha ya upole. Nutti ni jini wa kiume. Jini huyo ni mcha Mungu sana, mwenye hofu na Mungu sana, na pia vilevile asiyekuwa na shaka ndani yake, hivyo hawezi kuomba damu. Hawezi kutalisha maisha yako kwa namna yoyote ile. Hapo sasa mtaanza kuongea yale yote ambayo nyinyi unayoyataka, bila kafara, bila misukosuko yoyote. Kazi hii ana uwezo wa kuifanya, Mwikristu anaweza kuifanya Mwislamu. Ni vile tu inamaliza muda wa siku kadhaa. Kwa hiyo ukiweza kuvumilia hii, fanya mwanafunzi wangu, kwani inatoa sana kimaisha. Lakini kwa yule mtu ambaye asiyependa bugza, gharama yake kiumbe huyu ni milioni kumi, pete yake. Kwa hiyo kwenye ofa bado ipo. Lakini pia mwanafunzi wangu, jitahidi sana ukae liaza na ujifunze wewe mwenyewe kukaa liaza, kwani ni bora zaidi, ni mzuri na ni salama sana. Nikutakie heri ya mafanikio mwanafunzi wangu, lakini mimi napatikana Dar es Salaam, Yombo Buza kwa Mama Kibonge. Ukifika hapa Buza kwa Mama Kibonge, ulizia mtaa wa Gadafi. Ukifika hapa mtaa wa Gadafi, basi ulizia duka la dawa za asili la Babu Bidabida. Mimi sipatikani popote pale isipokuwa Dar es Salaam buza kwa mama Kibonge. Wanafunzi wangu wasiliana na mimi kwa namba zangu za simu jumlisha 255765489 mwisho kumi. Usitume pesa wala kuwasiliana na mtu mwingine yoyote isipokuwa namba hii na namba hii, ukiwasiliana nayo kama unawasiwasi nayo piga video call Eh, ili ujue kwamba huyu ndio Babu Bidabida bida. Asante sana, ili ujihakikishie usalama wa mali zako, nikutakie mafanikio mema, kama una changamoto usisite kunitafuta.